Wapendwa wasikilizaji, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina, naitwa Padre Florian Laurian Tuombe, kutoka Jimbo Katoliki la Rurenge Ngara, mkoa wa Kagera. Kwa sasa mimi ni jalimu la liturjia takatifu katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Augustino Peramiho, Jimbo Kuu la Songea. Nipo hapa kujibu swali la kiliturujia linalouliza nini maana ya matendo mbalimbali tunayoyafanya wakati wa maadhimisho ya kiliturujia kama kukaa Kusimama, kuinama na kupiga magoti. Swali hili ni la muhimu sana katika liturujia. Na tunawashukuru waliouliza kwa sababu katika liturujia ni muhimu sana kujua ni kitu gani tunafanya na kinamaanisha nini. Tusiwe watu wa mkumbo. Hivyo, matendo haya na mengine ambayo tunayafanya hapa yametajwa baadhi, yanaitwa ceremonial actions kwa lugha ya, ya kawaida ya kiliturjia, tunasema ceremonial actions. Matendo haya yapo katika namna mbili. Namna ya kwanza ni gestures au ishara kwa mfano kama hapa natumia ishara gestures. Na namna ya pili ni postures au mkao wa mwili mwili unavyo, eh, unavyokuwa tukiwa katika maadhimisho. Hii namna ya matendo hii namna ya matendo hufanyika mara kwa mara katika maadhimisho ili kuonyesha kitu ambacho Mtaguso wa Pili wameita participatio actuosa, au active participation, kushiriki kwa kweli uhakika. Ndiyo maana haya matendo yanafanyika kwenye liturujia, unapokuwa kwenye liturujia au mtu yeyote anapokuwa kwenye liturujia, yeye siyo mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji tu bali anashiriki. Mwandishi mmoja na mwana falsafa, lakini pia mwana liturujia, Romano Guardini, akiwa katika tafakari zake kwenye ziwa la Como nchini Italia alihudhuria katika misa takatifu ambapo lugha ilikuwa ya Kilatini. Alikuwa anaelewa kidogo, ila anasimulia kwamba alishiriki misa takatifu vizuri kwa sababu ya matendo yale eh, yalivyokuwa yanafanyika hizo ceremonial actions. Kwa hiyo kama ni kupiga goti, alipiga goti. Kama ni kuketi, aliketi. Kama ni kusimama, alisimama na kama sehemu ilipaswa kuinama aliinama, alishiriki hii haya. Matendo ni matendo yanayofanywa na viungo vya mwili pamoja na macho. Kwa hiyo pia kuna macho, halafu pia kuna sauti. Matendo yote haya yanapaswa kuonyesha heshima na uchaji kwenye liturujia tunaonyesha heshima na uchaji. Hii ni kwa sababu liturujia tunayoiadhimisha hapa sisi duniani ni liturujia inayo aksi liturujia ya mbinguni, liturujia ya mbinguni ambayo sisi bado hatujaifika. Kwa hiyo tuna, tuna aksi katika ku, ku, kuadhimisha hii liturujia yetu, ina aksi hiyo liturujia liturujia ya mbinguni. Ambayo kwa mtu kama kwa haraka angependa kuelewa liturujia ya mbinguni ilivyo, ni bora kujielekeza katika kusoma kitabu cha Ufunuo. Kitabu karibia chote kinazungumzia eh, liturujia ya mbinguni, lakini hasa kuna sehemu hasa zinazoonyesha kabisa liturujia ilivyo mbinguni. Mfano ni sura ya nne e, ya kitabu cha Ufunuo sura ya nne aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Lakini pia kuna sura ya saba aya tisa hadi ya kumi na saba. Tukichukua ile sura ya nne aya ya kwanza hadi ya kumi na moja ina, inaonyesha ni jinsi gani liturujia mbinguni inafanyika. Mbele ya kiti cha enzi wazee ishirini na wane wanatoa sauti zao kwa sauti, wanaimba mtakatifu mtakatifu mtakatifu, na wanafanya namna fulani ya matembezi wakiwa mbele ya kiti cha enzi, wanainama, wanainuka, wanapiga magoti, wanaabudu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hiyo ndio namna liturujia inavyofanyika mbinguni. Kwa hiyo tunavyosema, sisi maadhimisho yetu yanaakisi ile liturujia ya mbinguni, kama mtaguso wa pili wa Vatikano katika konstitusio yake Sacrosanctum Concilium inavyosema, ile namba nane inasema liturujia yetu ni utangulizi wa liturujia ile ya mbinguni ambayo tutaenda kuiadhimisha takapofika. Kwa hiyo tunaona haya matendo ya kimwili ya, ya, ya, matendo haya yanayotokana ya, ya, ya na viungo vyetu vya mwili yanafanyika pia katika liturjia mbinguni. Ni matendo ya uchaji kwa sababu hata malaika na watakatifu wanafanya hivyo kwa uchaji mbele ya kiti cha enzi mbele ya uso mtukufu wa Mungu. Haya yanapatikana katika kitabu cha Ufunuo. Ni matendo yanayoonyesha imani juu ya yale tunayoadhimisha. Binadamu ni mwili na roho. Tunatumia ishara hizi na mikao hii ya mwili katika liturujia kwa sababu hatuna namna nyingine nzuri ya kuweza kuonyesha hisia zetu katika kumwabudu Mungu. Namna yetu ya kuwasiliana inatokana na maumbile yetu ambayo yapo hapa duniani. Maumbile yetu yapo hapa duniani, kuona namna yetu ya kuwasiliana hapa duniani ni namna ya kimaumbile. Kwa akili tunafikiria, tunahisi tunapenda tunajisikia vibaya, tunajisikia vizuri, tunakuwa na furaha, tunakuwa na mihemuko na kadhalika. Hiyo ni kwa akili. Kwa miili yetu tunaonyesha kile tunachokifikiria. Matendo yangu ya kimwili yanaonyesha kile ninachokifikiria. Tunakumbatia au tunaposalimiana kwa namna nyingine kulingana na tamaduni zetu. Kuna sehemu nyingine kusalimiana, wanakumbatiana. Tunakumbatiana kuonyesha furaha, tunapiga goti kuomba msamaha, tunainama kutoa heshima, tunapiga makofi kushangilia kwa furaha, tunapiga vigeregere kushangilia pia kwa furaha kwa kutumia sauti zetu, tunashikana mikono ishara ya salamu na shukrani na kadhalika. Vitu hivyo tunavionyesha kwa kutumia viungo vyetu vya mwili, kadhalika tunafanya hivyo katika liturujia kama mwa, uh, mwanajamii binadamu anahitaji ishara na alama, hawezi kufikisha ujumbe bila kutumia ishara na alama vivyo hivyo anapaswa kuwasiliana na Mungu kwa kutumia ishara na alama hizo. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1146 inatuambia wazi kwamba ishara za mwanadamu zinaonyesha, ni ishara kwamba yeye ni binadamu anayeishi, na zinachukua nafasi kubwa katika maisha yake, na hizi zinaonyesha E, anayoyafikiria zinaonyesha uchaji wake, zinaonyesha ma, e, maisha yake, namna yake ya kufikiri kiroho, lakini pia namna yake ya kufikiri kibinadamu. Ni kweli kuwa Mungu anayaona mawazo yetu. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, ni kweli kabisa Mungu anatuona anayaona mawazo yetu ndani ya mioyo yetu hahitaji ishara na alama kuelewa tunachomwomba, wala hahitaji ishara eh, na alama kujua kwamba mimi niko na mshukuru ndani ya moyo wangu au mimi ninachokinuia kufanya. Lakini katika liturujia tunawasiliana naye, sio tu mimi binafsi au mtu binafsi, tunawasiliana naye kama jumuiya inayoamini inayomwabudu Mungu ndio maana tunapaswa kuwa na mwelekeo mmoja. Ni kweli baadhi ya alama na ishara kwa baadhi zinaonekana kuwa ni shida, lakini ikishakuwa ni jumuiya inayosali pamoja inayomwabudu Mungu pamoja, ni vema kuwa na mwelekeo mmoja. Tuchukue mfano wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya sita inasema inabidi kumpenda Mungu kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Unaposema kwa roho, ni ile ya ndani. Kwa nguvu, lazima kutumia ishara. Daudi, ili kuonyesha kile alichokuwa nacho moyoni, alipokuwa anahamisha sanduku la agano, alicheza mbele ya sanduku la agano. Mtaguso wa pili wa Vatikano unaendelea kusisitiza kwamba ni vema ili kuwezesha waamini washiriki kimatendo mashangilio ya waamini ma, viitikizano, kuimba zaburi, antifona, nyimbo, vitendo, ishara na mkao wa mwili vitiliwe manani. Unyamavu mtakatifu utumike pia katika wakati unapodaiwa. Lugha ya maneno hufanya kazi vizuri kupitia ishara ya alama. Mara nyingi tunapokuwa tunaongea tunatumia ishara hizo kufikisha na kusisitiza ujumbe. Fikiria namna unavyoongea kwenye simu au unavyotoa hotuba, ili kuweza kusisitiza lazima kutoa eh, ishara. Mpendwa msikilizaji, hiyo ndiyo maana halisi kwa nini. Kwa hiyo tutakapoambiwa, tukielekezwa goti kwa sababu kuna Ekaristi Takatifu e, tusimame kwa sababu ni, ni muda wa kusikiliza e, maana kusimama kuna mfanya mtu aweze kusikiliza vizuri. E, tuketi. Hizo ishara zote zinaonyesha namna ya kumwabudu Mungu kwa uchaji kwa kutumia hivyo viungo vya mwili na mikao maana yake gestures na postures. Tumsifu Yesu Kristo.